Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, tuendelea na kutoa maelekezo kuhusu swala zima la fikra potofu na dhana mbaya walionayo wanaume kuhusu mshahara wake yeye, eti akiujua mkewe ni kana kwamba ameuza ramani ya vita kwa adui. Tunaomba kumkumbusha mwanamume kwamba ni kweli aya zimethibiti na dalili zimethibiti kuwa yeye ndiye kiongozi wa nyumba, lakini twaona wazi kwamba swala hili halikufahamika. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ar-rijalu al qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd, wanaume ni wasimamizi wa kina mama kutokana na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyafadhilisha kwa wanaume kuwa ni juu ya wanawake. Ila aya hii huenda ikatumiwa vibaya. Maana mtu kuwa yeye ndio msimamizi wa mwanamama haijamaanisha kwamba ndio awe ana mambo yake fulani ya siri asiyo yajua mkewe. Hii ni fikira potovu kabisa kiasi ambacho kwamba leo wana mama waishi na waume zao maskini asijue hata kazi anayoifanya mume, sikueleze mshahara wake. Bali hali ya haribika yaenda kuwa ni mbaya zaidi, maana sasa hivi ndio wanaume washajiishana kutumiana messages katika mitandao ya kijamii eti mwanamke kujua mshahara wa mumewe ni kana kwamba imeuzwa ramani ya vita kwa adui. Tunaomba uwe makini. Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia wewe power, wewe mwanamume kwamba wewe ndio kiongozi wa nyumba yako Utakuwa kiongozi wa nyumba yako kivipi? Kuisimamia shura kama alivyosema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema amru muslimina shura bainahum, mambo ya waislamu ili yanyooke ni wao kushauriana baina yao. Sasa wewe ndani ya nyumba yako upo na mwenzako tayari, mwenzako ameamua kuhama familia yake akahamia kwako. Ni uaminifu ulioje aliyokupatia wewe, hata aamue kuwaacha wazee wake waliomzaa mwenyewe akahamia kwako na ni hiana iliyoje ulivyomuhini mke wako, asijue kazi unayoifanya asijue kiwango cha mshahara ulionao. Tunaomba kukuhakikishia kwamba mkeo kujua mshahara wako au kazi unayoifanya ni jambo la lazima, tena lazima, maana yeye ndiye mwandani wako kuliko mtu mwingine yeyote hapa duniani. Hivyo waona wamfanyia wema kabisa, kukaa naye miaka yote hii hajui mshahara wako, amewahama nduguze, mambo kadhaa akufanyia wewe, hawezi akamfanyia mzee wake, hata baba yake hawezi kumfanyia, akufanyia wewe bali dini imemzuia mwana mama, kwamba hata ukiwa wewe hupo, umesafiri pengine, hana ruhusa ya kutoka kwenda kumfanyia ziara mmoja wa wazee wake au wazee wake wote wawili, hata kama waumwa pasina kuwa na ruhusa yako. Ni wema gani utakuwa wamfanyia mkeo kwamba waishi naye hata mshahara wako au vyanzo vya kipato chako asivijue, asijue kiwango cha kipato chako unachokipata kila mwezi. Hili ni swala la upotovu, inaomba alikemewe, ingawa halikuzungumzwa na mashehe. Walichokizungumza mashehe ni mzigo na kuengeza wake, wakasahau kwamba anayekemewa siku zote kwamba ataongezewa mwenza, kuna haki amefichwa. Tunakuhakikishia kwamba wewe kumweleza mkeo kiwango cha mshahara wako haijamaanisha kwamba ndiyo atakuamlia lipi ulifanye, lipi usilifanye. Wewe ni kiongozi wa nyumba, mweleze mkeo uwazi, kuwa mwazi kwake. Mweleze vyanzo vya mapato yako kila mwezi, na umweleze kiwango cha mapato yako unayoyapata kila mwezi. Mweleze kiasi unavyotumia matumizi ya mapato wala asikupangie mke. Hapa ndiyo asikupangie, fanya hili, fanya lile. Hapana, isipokuwa pamoja na kwamba asikupangie yeye, bali pia mke ana hiari e, ana haki ya kutoa mchango wake kukushauri kuhusu swala la matumizi, vipi utumie Tizama atalokuja nalo likiwa lipo katika maslahi ya maisha yako wewe na yeye na wanenu na familia zote mbili, familia yako na ya familia yake yeye, kwani kuna ubaya gani? Huo ndio wema. Ikitokeza ushauri anaoutoa mke upo katika maslahi haya, tunakuomba chukua fikra ya mke. Haya ilivyosema, arrijalu kawamuna ala nisa, haikumaanisha kwamba mke hawezi akachukuliwa ushauri kutoka kwake akiwa amekuja nao. La, tunakuomba uwe na ufahamu mzuri wa dini. Hali ndio hiyo, endelea kukaa na sisi. Hizi ni short message tunazozituma katika mitandao ya jamii kwa lengo la kusawazisha kasoro ambazo zaweza zikatokeza baina ya wanandoa wawili, na lengo kuu, wafike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja yupo salama salimini na haki za mwenziwe. Kuwa uwa na sisi, mesaji nyingine yaja. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.